Fuatia kuwepo kwa ugonjwa wa homa ya nyani au monkeypox katika nchi jirani kama, Wizara ya Afya, lakini katika moja, kama moja ya taasisi ambazo tuko chini ya Wizara ya Afya, tunatekeleza maelekezo kama jinsi ambavyo yanatolewa na Wizara ya Afya, na mojawapo katika maelekezo hayo ni kuimarisha swala la upimaji wa jotoridi, jotoridi la abiria ambao wanakuwa ya, ya, kwa maana ya jotoridi la uh, wasafiri wa kimataifa wanaoingia nchini Eh, kupitia huu mlango wa, wa, wa Tunduma OSBP ambapo kama jinsi ambavyo mtakuwa mmeona kwamba pale ndani tuna kipima joto kwa maana ya thermoscana, ambayo inapima joto la kila msafiri na kila ambaye anaingia kupata huduma kwenye jengo la OSBP. Na joto ridi ambalo limependekezwa lime kwa mujibu wa mwongozo wa Wizara ya Afya ni kwamba uh, joto la mwili ambalo linakuwa limezidi uh, limezidi nyuzi joto 37.5 ni joto ambalo kwa, na, namna moja kwa k, k, k, kisayansi linachukuliwa kwamba ni mojawapo ya kiashiria au zile dalili za ugonjwa wa homa ya nyani au monkeypox lakini mbali na huo upimaji wa, wa, wa upimaji wa joto la mwili kwa msafiri wa kimataifa au yoyote ambaye ni, ni, ni, ni mlaji wa huduma wa jengo la OSBP atakapogundulika kwamba ana mojawapo ya dalili za ugonjwa wa monkeypox ikiwemo hiyo niliotolea mfano wa kupimwa, kuna kukutwa kwamba joto lake la mwili limekuwa ni zaidi ya nyuzi joto 37.5 kuna sehemu maalum ambayo tumeitenga tume kwa ajili ya, ya, ya, ya mtu huyo kwenda kutengwa na kufanyiwa mahojiano zaidi kusudi kwenda kujiridhisha na kuona vitu vingine ambavyo vinaweza vikawa vina, vinawiana moja kwa moja na uwepo wa maambukizi ya monkeypox. Lakini mbali na upimaji huo na utengaji huo pia kuna, kuna afua nyingine ambayo ina, ina nani inasisitizwa, na tunaendelea kuitekeleza hapa kwenye, nani kwenye mpaka wa kuingilia nchini ambalo ni kunawa mikono kwa maji tiririka pamoja na sabuni, kama jinsi ambavyo inajionyesha kwenye, nani kwenye sehemu yote, sehemu iliyoko nyuma yangu, ambapo katika jitihada za wizara kuimarisha kupambana na kupambana na kuingia nchini kwa magonjwa mbalimbali mbali ya kuambukiza ikiwemo ila sasa hivi ambalo ni, ni monkeypox. uh, kituo cha Tunduma OSBP kupitia ofisi ya Port Health uh, awali tulikuwa hatuna gari la wagonjwa ambayo lilikuwa likipatikana hapa OSBP masaa 24 lakini kwa jinsi ambavyo mnaweza mkaliona pale nyuma yangu Uh, sasa hivi tumeongezewa gari la wagonjwa, kwa hiyo tuna uhakika wa, wa, wa, wa msafiri ambaye atagundulika na, na, na, na, ki, na kiashiria kimojawapo cha ugonjwa wa, wa kuambukiza ambao kama ni monkeypox, kutengwa lakini pia na kuchukuliwa na chombo hichi cha usafiri kwa ajili ya kupelekwa kwenye, kwenye eneo maalum ambayo limetengwa la halmashauri ya mji wa Tunduma kwa ajili ya taratibu zingine za kitabibu na za kimaabara zaidi.